Naupenda tu sana guys, it's a sad day. Mambo ni mengi, mambo inazidi kuchemka venye mambo tuna expect si venye iko guys. tulikuwa tuna deal na story bravo, mambo ili divert. Sasa iko hivi guys. We really thank God for this. Dave amekuwa akitafuta OCS na njia yote hajakuwa akimpata. Na unajua OCS amekuwa akiwinda Dave bure na DC Fred hajakuwa akimpata. But we thank God at least tumeanza kuona light. Tumeanza kuona njia yao ya kufanya nini ya kuanguka. Kumbuka, kitu ya kwanza OCS amefanya wakiwa na Kibet. Wameona kitu yenye wanaweza fanya ni kuingia kwa studio kwa Dave na kufungua nini? Mlango na kuingia ndani. Hata constitution yenyewe ina, ina, inasema lazima mtu akue, akue na privacy yake, then hiyo ni kama ku trespass. Kumbuka umeingia studio ya Dave na Dave yuko, Dave is not a criminal, then wamefungua mlango bila idhini ya Dave. Once walifika kwa mlango, wangepiga wapate Dave ashiki, wangerudi but the mistake walifanya ni kuingia kwa studio, then these people, ukiangalia watu, kuna venye wanajuana mpaka na mfalme. OCS alijuana wapi na mfalme? Eti Dave waliuwa OCS then wako na wivu wivu wivu, wanasema yani usiye sako like wanakumbuka eti mfalme aliuliwa, so kuna possibility Deva aliua mfalme, then akabeba zile viti zenye unaona hapo azini. Hizi vitu sijui mbona zinawasumbua, viti na wasumbulia nini? Yani ati tumefanya kazi kwa serikali muda mrefu, hatujai nunua kiti kama hii kibeti, is like tubebe hizi vitu tuende nazo hizi, tuende nazo u jamani, tajiri yani ile nyota Dev akonaye nawasumbua. Then wakijaribu kuangalia, Dave ana makosa, Dev ana makosa, wanashindwa mwekee makosa gani? Then kitu wanasahau, Dev is always wise. Thank God for that. nini hiyo kamera, the hidden kamera, wakiingia huko hata wawezi iona. Kama ingekuwa hiyo kamera gaiza, atungejua ni nini inaendelea kumbuka walikuwa wamepanga waende na hizo viti but wenyewe wamejua kwa serikali yenyewe hairuhusu, hakuna venye wataenda na viti so hapa, Diva akiwa mjanja, aenda record statement, aseme kulikuwa na pesa fulani kwa studio ama kuna vitu kadhaa zimepotea kwa studio, na walikuwa amefunga mlango but OCS ameingia, wakiwa na Kibet, wakati waliingia wakatoka, akienda kuconfirm akupata vitu hiyo kesi akifail, I think mambo inaweza kuwa vizuri akonanaz ku so, wa wa like, walituma nani walituma wewe mnunuzi, achukua hizo vitu but ilishindikana. So unaona hata wenyewe ni wezi. Au watu ni wezi wanafanya kazi na goons. Au ni maskari but ni wezi wanafanya kazi na goons. Kama wanajuana na mfalme. Kama wanajuana na mfalme all the way from Mombasa mpaka huko. Ati bibi ya mfalme, kwanza bibi ya mfalme, si aliuliwa ama mfalme alikuwa na bibi wangapi? Ati bibi ya mfalme alikuja kurekoda ati Dave siju aliua mfalme kitu kama hiyo. Alirekoda aji. Bibi ya mfalme alikufa hii ni mambo ingine wamecreate wame. Walijua? Je, mfalme alikufa, nani aliwaambia? then the wife pia mf bibi ya mfalme pia alikufa. Je, unakumbuka mfalme akifanya nini akimalizwa? that, that time walikuwa na kale kasichana kalikuwa kamevaa short na ring kwa mguu, waliangushwa wakiwa ma, wote. So kumaanisha tena kuna mtu ma, ma. Yes. Kunyo. Kuna mtu ameanza tena kufile kesi ingine ma, ya ukora ma, ma. Yes. Eh, kunywa, kunywa, kunywa. Sasa guys, tuombee sina Dave, wakati wanaenda kufile hii kitu iende through, kila kitu iende sawa. Then mkiangalia, yani kitu hata sijui tuseme aje. Mimi nasikia ni kama nimechoka nasikia nimechoka na na watu, kitu yenye watu wako nayo ni wivu. Wanasema wanataka, yes. Kunywa, kunywa. Wanasema Dave, mtoto hata ananiconfuse. Dave, kitu ya kwanza Dave afanya nini ashikwe? Sasa so, sijui Dave anashikwa juu ya nini? Dave anashikwa juu ya nini? Then hapa target ilikuwa Fred na Dave, then kumaanisha Ndolo na nani na, na, na, director walishikwa kimakosa. Then these people, mkiangalia design walikuja kwa studio, walikuwa wamekuja kuiba nini, cameras Hizo kameras bado kwa mekujia, waibe ufani ni wa delete evidence. But they were so disappointed. Immediately waliingia, wakapata studio haina kamera. Of course, Dave lazima angekuwa mjanja. Hakuna venye ungeacha studio, kameras zilale studio, na yalale mbali. So Dave alikuwa amejanjaruka, akatoka na kamera, na akatoka na vitu zake za kazi. So umekuja studio, umepata hakuna kamera. Hiyo ndio story ingine tena na waudhi. Wako like Dave hana license. Dave hako nini pale kwenye ako station, ziko mingi na kuna kanjo, na wanajua kazi yenye anafanya. Au ni kina nani wanashinda kutusumbua huku, wanasema si sina mambo mingi, tuzidi kuwaombea au. Watu kama ni kuangua kwa mtego, waingie na watoshe. Kama ni kufiti kwa mtego, waingie hapo na watoshe vizuri. Jua watu sasa penye imefika, hiyo ndio kitu tumekuwa tukiomba na imefanyika. Hiyo ndio kitu tumekuwa tukiomba na imefanyika. Mungu aja tu jid... aja tu disappoint. Then, hata wenyewe wanajua pale wako wako at the wrong place, they are not supposed to be there, they are not supposed to be there, then maskari wako na master key Master key wanafungua aje milango ya watu wakitembea? Walitoa hapi Master key ya senior dev studio. Sasa hapa mi naona hata dev akienda kurekodi vitu zake zimepotea, itakuwa advantage azini, wameongeza kesi juu yengine. Then Fred at least atapata na mali pa kujitetea juu, Fred ndio wana target tu sana. Wa, wanasema alipatia Dave bunduki sijui ameua mfalme sijui ameua nani guys, penye imefika we are done. DC Fred kama anaweza cheza kiyeye, wamalizane na Bravo, kama ni kwenda majuu aende juu, si tumesarenda. Sijui kama da Fred anaweza cheza kiyeye aende majuu ju Bravo akitoka hivi, ndio mambo inaenda kukua mbaya. Kumbuka kesi ni Bravo, then wame divert kila kitu. Sasa wanaona guys, sijui nyinyi mnaona aje? Mi naona storya bravo iishe hivo, then DCI Freda aende majuu, hakuna venye atafanya kazi na mikora, then hii kitu hata mkubwa Freda anajua, anajua si eti ajui. Kama ajui, mtu anafaa saidie Freda hapa ni mkubwa wake, but mkubwa hajai hata ashuguliki. Kitu ya kwanza umeshikana na OCS, anaambia OCS Fred huwa anapeana bunduki hata wataki kufuatilia Dave walishika magaidi na wakiwa na nani, walishika watu wengi, walishika mikora. Make sure you like, guys.